Tulipokamatwa mahakamani siku ya tarehe 24 kama inavyoonekana namna tulivyokamatwa, tuliweza kupelekwa kituo cha polisi cha Salenda Bridge hapa Dar es Salaam, na tuliposhushwa pale wa polisi ASP Justino uh, mgonja Justino Mgonja ambaye ni RPC wa Ilala alimweleza askari aliyekuwa anaongoza gari letu kwamba hawa uliowakamata Kisutu kuna kituo chao wanachopelekwa. Kwa hiyo uthibitisho wa kwanza kwamba tuliweza kukamatwa na polisi ni video zinavyoonekana, polisi walituchukua wenyewe, wakatubeba kwenye gari ya polisi na wakatupeleka kituo cha Salenda Bridge. Kiko mkono wa kulia kama unatokea Oyster Bay Polisi, unakuja Mikocheni. Tulipotoka pale, tulipelekwa kituo kingine cha polisi cha Wazo, kiko jimbo la Kawe juu kabisa kwenye kilele cha mlima wa Wazo ambako kuna kiwanda bila shaka cha kutengeneza saruji pale. Yule askari alisema sina maelekezo juu ya watu hawa, lakini tulikaa mule ndani kama dakika tano hivi au sita, tukawa tunazungumza na yule askari aliyeachiwa atulinde mle ndani. Tukamuuliza afande, mtu akikukamata, askari akikukamata, anapaswa ajitambulishe kwako, akuambie kosa lako na kueleze anakupeleka kituo gani cha polisi, na ikiwa kuna fursa ya kupewa mawasiliano uwaeleze ndugu zako, mnapaswa kufanya hivyo. Tueleze kosa letu nini, tueleze hapa. Tunaambiwa mmesema kwamba hatupelekwi ha, ha, ha, hapa, kwa maana ya kwamba hana maelekezo huyu. Tueleze unatupeleka wapi? Yule afanda alitujibu hivi. Nilimuuliza mwenyewe, akaniuliza wewe dhehebu gani? Kaambia mimi Mkatoliki, akaniambia mimi Muislam, akaniambia hivi, akatujibu hivi: kwenye dini ya Uislamu kuna shehe anayajua maandiko, kuna imamu anayajua maandiko na kuna maamuma, huyu ajui chochote kuhusiana na maandiko. Brother, kwenye kesi yenu Mime kamatwa, mime kwa nini mmekamatwa, mmepelekwa wapi? mimi ni maamuma. Ndivyo alivyotujibu, ndivyo alivyotujibu. Na kwa kweli pale ndipo tulipoona kwamba hawana nia njema na sisi. Selander Bridge hawajatuandikisha popote, hawakuruhusu tuingie ndani. aisema yule mgonjwa aisema, hawa wana kituo chao, ni wale wa, wa, wa Kisutu wale wa Chadema hawa wana kituo chao. Alijibu hivyo, tukaenda wazo tukakutana na huyo afande, ni mweusi namkumbuka, kwa sura yake, nikiona hata picha yake nitasema ndo huyu. Alisema mimi ni maamuma kuhusiana na, na, na, mnapelekwa wapi, kosa lenu nini, mtafanywa nini? Baada ya hapa gari ikaanza kuelekea Kawe ndani, huko tukaenda Mbweni huko, sikuwa nimewahi kufika Mbweni, mimi natokea Mwanza. Ni eneo ambalo limejengeka sana nyumba nzuri standard za watu kuishi. Afanda akawa anapigiwa simu anasema ununio chama. Ununio chama. Ndiyo kauli aliyokuwa anaisema kwa sababu gari ilikuwa inatembea. Ghafla tukaacha lami, tulienda mahala mpaka sehemu tukakuta pamewekwa block hakuna kwenda mbele tena. Akaambiwa, umepotea akarudi. Alivyorudi ile gari ikaacha njia ikaenda njia ya vumbi. Ndiyo tukaona kuna gari zingine za polisi zaidi ya mbili zimekuja nyuma yetu tukawa tumeshafikishwa huko, wakafukuzwa watu wote, walikuwa mbali, polisi wakaenda mpaka mbali kulotete ku, kuona kama hakuna mtu yoyote. Tukashushwa, tukawa tunaambiwa, sasa njooni mtueleze ni nani aliyowaambia mje Kisutu. Afu akanatuambia mtajua, mama yuko kazini. Ndio kauli yao kubwa, mtajua mama yuko kazini, mtajua mama yuko kazini. Sasa kweli kama mama yuko kazini na ndio kazi ya mama hii Sio mbingu wala dunia ambayo inaweza ikubaliki kazi ya namna hii. Yaani kama kweli ndio kazi ya mama. Kwa sababu ndivyo alivyokuwa anasema na nawakumbuka wale maafande, sasa ndivyo walikuwa wanasema hivyo. Na kila mtu aliyepigwa alikuwa anapigwa huko anaelezwa sababu. Kwa nini ngoto aliumizwa mpaka akafikia hatua ya kuvunjwa mguu? Alikuwa anaambiwa wewe ukivaa nguo, mkivaa nguo za kaki mnajiona na nyinyi mmekuwa askari, wanampiga walipofika kwa Moipa wanaambia hivi viatu wao wanavaa wanajeshi, tuna wao umekuwa mwanajeshi, wanampiga. Wakifika kwa Upendo wanamwambia uko mzuri hivi, unashindwa kulea mume unakuja kwenye masuala ya Chadema, wanampiga, huku wanazungumza maneno ya udhalilishaji mabaya sana. Siwezi kuzungumza hapa sababu pengine mama zangu wanaweza wakawa wanamsikiliza, vile walivyokuwa wanamwambia Pendo. Baba mmoja alipigwa akavunjwa, ana majeraha mengi sana atukuja naye Mwananyamala hospitali. Yeye walikuwa wanamwambia na pamoja na mzee Rafaeli, namkumbuka kwa jina moja, walikuwa wanawaambia nyinyi badala ya kulea wajukuu mnaungana na hawa wahuni hawa. Ni wazee wa zaidi ya miaka sitini na tisa ama sabini. Waliumizwa sana, waliumizwa sana. Sana. Walipofika kwangu wakawa wananipiga wananiambiaje unasemaga tunalala kwenye nyumba ya bati, tuambie nyumba ya bati inakuwaga na baridi au joto? Ukweli tulipigwa unaweza ukacheka, ukizani ni mazuri heli. Ukutane na simba kuliko kutana na mwanadamu aliyegeuka kuwa mnyama. Yaani bora ukutane na simba, unajua this is is a lion, my life is in danger, kuliko kutana na mwanadamu ambaye utu wake umeshaondoka. Mwanadamu ambaye hamkumbuki tena Mungu kwa dini yake, Mwislamu ama Mkristo ama dini ya Kiafrika, ni mtu mbaya sana, ni mtu mbaya sana ulivyomaliza kupigwa tukaambiwa, bado amwezi mkaenda nyumbani, mmependeza kiasi hiki tuwapeleke muoge. Tukapelekwa kwenye dimbwi la maji machafu yanayonuka, tukaambiwa tuwe tunalala, tunaenda kulia, tunaenda kushoto, tunaenda kulia, tunaenda kushoto. Wote tumepangwa vichwa vimeelekea upande mmoja, vichwa vyote vimeelekea upande mmoja. Wa kwanza Aka akaambiwa rol mpaka kwenye tairi la kwanza la gari. Kwa hiyo sisi tukawa chini ya kichwa vyote vimefanana hivi, maisha yangu nikaa najua sasa labda ndo wanatumia gari kurudisha nyuma maisha yetu yaishie hapa. Gari inakuwa inaungulumishwa inapigwa breki. E, e, nilikuwa karibu na Ngoto akaa naniambia tumesha, hatutorudi tena Pambalu, kama unaweza kusali kwa Mungu wako, sali, sali sali ayo. Mimi, mimi, mimi, mimi na sisi kwa, kwa, kwa dini zetu sisi tuna tuna, tuna, tuna sala nyingi. Mi siku hiyo zilikataa zote, nilikumbuka tu Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, nikajikabidhi nikijua ndo mwisho wa maisha yangu. It's very bad, it's very bad, it's very bad. Wakatuchukua wakatupeleka kituo cha polisi Mbweni. Mbweni, unaingia kituo kinakuwa kulia; inavyoonekana kaunta iko hapa kulia. Sisi tukaenda mpaka mwisho afu tukaambiwa twende mpaka mwisho. Ukienda mpaka mwisho kule, ni chumba cha wapelelezi kilikuwa kimeandikwa like OCCID, kitu kama hicho, cha wapelelezi. Kikafunguliwa chumba kimoja, tukalazwa mle ndani zaidi ya masaa matatu mpaka masaa manne, afu baadaye gari ikaletwa kwenye karakana ya polisi, milango ya geti yote ikafungwa alafu tukaingizwa kwenye gari kupitia kwenye karakana ya polisi. Ukitaka kujua kwamba kile kituo kinaitwa Mbweni, nyuma ya kituo cha kile cha polisi kuna kanisa kubwa, kwa aina ya mijengo inavyojengwa, linaweza likawa ni ama Lutheran ama Catholic. Ilo kanisa kubwa liko nyuma ya hicho kituo kinachoitwa Mbweni. Tukachukuliwa pale mpaka tukapelekwa kwenye hifadhi ya Pande Bagamoyo, Bagamoyo. Tulivyopelekwa tukashushwa wote, tukawekwa kwenye kichaka kimoja. Tulivyowekwa kwenye kichaka kimoja, tumerundikana pale, gari ikaenda mbele, ilivyorudi wakwakatulushia wakatulushia simu wakatulushia sim zetu, wakamaliza wakaondoka, na ndipo tukapata msaada wa bodaboda waliotutoa pale waliotutoa pale na kutupeleka senta waliko bina, watu wengine ndipo tukapata msaada wa kutoka kule tuliko. Sifikiri kama hili ndilo taifa ambalo tunapaswa kuishi. Sifikiri, sifikiri, dhamiri yangu inakataa, dhamiri yangu inakataa, dhamiri yangu inakataa. Ni lazima kama taifa unyama huu uishie kwetu, usijitokeze tena na watu wengine wasiumizwe kwa sababu ya kusive, ya kupigania haki. Uovu ukitukuzwa, haki huonekana kuwa kama uasi kwenye taifa.